Huyu ni Yohanes Kwembe, dereva bajaji na mkazi wa Kilakala, manispaa ya Morogoro. Ana umri wa miaka arobaini na mmoja. Ni baba wa mtoto mmoja ambaye amebeba jukumu la kumlea binti yake tangu akiwa na umri wa miaka minne na sasa ana umri wa miaka kumi na mmoja. Mamake aliondoka, alirudi kwao bila sababu yoyote. Aliondoka nikamfuatilia karibuni miaka mitano hivi. Ni kwa namna gani anaweza kumudu jukumu la malezi akishika nafasi ya baba pamoja na mama kwa wakati mmoja? changamoto zitakazojitokeza ukajifunza, na pia, na pia kushirikiana na majirani. Kwa mfano mtoto akipata homa inabidi ni mshirikishe jirani e, aweze kumwangalia kwa ukaribu, kwa sababu ni mtoto wa kike anajivunia kuwa baba bora kwa binti yake. binti yangu ni kama rafiki yangu, nampa nafasi ya kueleza mambo na vitu vyote anavyohitaji na, na kumpa ushauri. Umeona, na binti yangu anafua, anapika, ila muda mwingine huwa anamfundisha kupika, kwamba hapo unapopika sio hivyo, hii nataka unapika hivi. anasema safari haikuwa rahisi yeye ni mzazi anaelewa wajibu wake. Kwenye homa mtoto anapoumwa kweli, huwa anapataga changamoto sana, kwa sababu inafikia kipindi cha usiku, umeona kipindi cha usiku kwamba muda wa kwenda kumwona kumwona e, usiku ni shida, na vile vile mchana, wakati huyo unatakiwa ukafanye kazi, umeona inabidi uahirishe au uongee na jirani kwamba mimi natoka naomba niangalizieni mwanangu. Jamii inayomzunguka inaonyesha kukoshwa na malizi yake kwa binti ye, yaani anamlia vizuri kama watoto wengine au kama ana babake na mama yake. Kwa kweli ana tatizo. Katika kuadhimisha siku ya wanaume duniani, Kwembe anatoa ujumbe wa kutokukata tamaa kwa wanaume ambao wanapitia hali kama yake. Unapopata changamoto jua jinsi ya kutatua na usikimbilie kumchukua mtoto wako kwenda kumpa mwingine, kwa sababu naye ana mtoto wake. Siku ya wanaume duniani huadhimishwa Novemba kumi na tisa kila mwaka ulimwenguni kote, lengo likiwa ni kuenzi mchango wa wanaume katika jamii. Heri ya siku ya wanaume duniani. Jina langu ni Theresia Mwanga, Azam News, Morogoro.